Naitwa Mathew George Kaleza, ni mwanafamilia wa Chazillary, ni kaka yangu, mama wa Chazillary ni shangazi yangu, na nipo hapa kwa ajili ya kusimamia ujenzi wa kaburi ambao mpaka sasa unaendelea vizuri kama mlivyoona. Uh, tupo katika hatua za mwisho kukamilisha, na kwa uwezo wa Mungu basi kila kitu kitakuwa sawa hapo kesho kwa msiba ipo alfajiri, kwa hiyo ni muda ambao mtu anatoka kuamka alfajiri mapema, tukapigiwa simu kwamba kuna huo msiba, na ilikuwa taarifa za kushtua sana, maana hatukutegemea wala kutarajia kama jambo hilo lingeweza kutokea. Hatukuwa taarifa za, za kuumwa kwa sababu hakuugua. Hata Jumapili iliyopita tulisali tul, tul, tul, tul, naye kanisani, akaondoka baada hapo, sikuona naye kama siku tatu nne hivi ya lakini baada hapo nikaambiwa ipo da uh, basi taifa nyingine ni msiba kwanza. Mcheshi ni mtu ambaye anapenda kufurahi, hapendi huzuni wala hasira. Ni mtu ambaye uh, si mchoyo wa kukupa ushauri. Mara nyingi yeye hata tukitumia na message zetu za kwenye simu inakuwa ni vichekesho, komedi hii, komedi ile, komedi ile anakupa. Ni mtu mchechi sana sana, mchechi sana kupita kiasi. Hmm, anapenda ucheshi. Kuna, kuona, kuna siku ilo swali aliwahi kulijibu akasema, yeye ni mshabiki wa Simba, mpenzi wa Yanga, kwa hiyo wa tofauti ya ushabiki na upenzi. Kwa hiyo timu si, zote mbili wake yeye zinamfaa, lakini huku mshabiki huku mpenzi, hivyo ndio tunapofahamu sisi, ndivyo si, anavyojibu ukimuuliza. Kwa hiyo siwezi si, kumjibia kwa kamili Siwezi kumjibia kamili, lakini mara nyingi swali hilo ana kujibu hivyo hivyo ya kwamba yeye ni, ni, ni mpenzi wa Simba mshabiki wa Yanga. Mengi sana kwanza, ndio aliokuwa mshenga wa harusi yangu kwenda kumchumbia mke wangu, basi yeye ndio alikuwa mshenga miaka nane iliyopita. Uh, ilifungwa Zanzibar ila mahari tulipeleka bara, akamsheka kule kwa mm. Kwa hiyo jambo hilo siwezi suwe kulisahau, na tulitumia usafiri wake, tulifikia kwake. Kwa hiyo al, alitukarimu sana <laughs> Ma mara nyingi upendo mm, sana anazungumza upendo na heshima hivyo ndio vitu muhimu sana alivyokuwa akivifanya na alikuwa anatuonesha mfano. Nakumbuka ndoa yake iliyofika miaka thelathini, nafikiri alitwalika Dar es Salaam pale kanisa la Ubungo. Mimi na mke wangu na familia baadhi, ndugu zake na shemu nani, tulikuwepo pale, na kikubwa alichokisema ukisha kuoa, manake familia inabadilika, kwa hiyo mke naye anakuwa familia, mume familia ule uhusiano kati ya mapenzi au kupendana vinaongezeka ziada, kwamba nyinyi ni familia. Maanake upendo kumjali mkeo, kumjali mumeo, kumpenda, kumthamini, kumheshimu ndio vitu vya msingi ambavyo alivyoelezea. Ah, ni msiba mkubwa, lakini kwa sisi wanadamu tuna mshukuru Mungu kwa kila kitu, maana hatuna uwezo wa kuzuia lakini ni msiba mkubwa na pigo kubwa kwa familia yetu. Yeah.